Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa, kwa kidato cha kwanza hadi cha nne. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Hatimaye umefanikiwa kuvunja uteja wa miaka mingi wa kuishia robo na around hii ilikuwa ni lazima wavuke japokuwa ja nilisema ni, ni, toka mwanzo Simba ushindi wa matokeo ya dakika tisini wataupata, lakini ishu ya kuvuka itakuwa ni ishu nyingine. Na hatimaye kweli dakika tisini wamepata magoli mawili, na ambayo pia ni ni Almasri wenyewe tu waliamua kurudisha timu nyuma, kwa kipindi ambacho mnyama anatafuta jambo lake. Benjamin Mkapa ukakubaliana na yeye kwamba unakuja nyuma ku defend muda wote, una Simba anakupa pressure ambayo ni very intense, na uwepo wa elimu Panzu, wenyewe wanamuita amkemia mkuu, alionyesha kitu kikubwa sana leo na alionyesha yeye ni mchezaji wa daraja gani. Lakini pia, mtu kama Jean Charles awa bado kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo atakunyima, lakini Simba wamecheza kikubwa sana leo wamezitumia dakika arobaini na tano za kwanza wakijua kabisa kwamba sisi nguvu yetu iko kipindi cha kwanza, kipindi cha pili tutakuja tuta, tuta, tuta tu kukamilisha ratiba. Ndio maana mwa Simba alipressi kwa muda wote dakika 45 za kwanza, na akiwa na consistency na energy ile ile akijua kwamba hapa anakwenda kupata matokeo kwa namna yoyote, na hatimaye akapata goli mbili, japokuwa nilitamani sana angeendelea kupress kipindi cha kwanza kupata magoli matatu, ili kipindi cha pili, kwa sababu wanajua kabisa kwamba graph yao ndio huwa inaanza kushuka na hicho hata Almasri na Benjaro wa fundi walitambua wa hilo wakaanza kufanya mabadiliko kipindi cha kwanza kabisa kama kama tulivyokuwa tumeona, lakini Simba amecheza kubwa sana, na ukubwa huu Simba angetakiwa uonyeshe kule, na hichi ndicho ambacho Simba anakisema utateseka naye sana ukiwa kwako, lakini utakapokuja Benja, Benjamin Mkapa pale ni kama kwenye tanuru, na moto ni kama jehanamu fulani, unalazimishwa kufanya vitu ambavyo we mwenyewe uweze kuvifanya. Na Almasri uona kabisa wakipoteza muda mrefu, lakini bado Mi pongezi ni mpe refari wa mchezo wa leo kutoka Benin, alikuwa superb sana, hajafanya uh, mzani kulala upande mmoja hata dakika moja. Alitumia muda vizuri pale, ya kutoa kadi akatoa kadi, lakini penye kuokisha kwamba dakika 90 za mchezo zinachezwa, hatimaye leo zimechezwa, na tumeona mnyama akivuka kama walivyokuwa wanasema, hii tunavuka, hatimaye amevuka. Kwangu mimi, Simba wamecheza kikubwa, tactically Faro Davis one of the best one of the best top top top kabisa, alimtoa Fabs Ngoma, watu wakawa wanaanza kushangaa nini kinaendelea, lakini tayari intensity ya Ngoma ilikuwa imeshashuka na ilikuwa inahitaji kupata kiungo mwingine ambaye atakuja kuendelea kutokea pale Ngoma alipoishia, then akamuingiza Awesu, uh, Awesu Awesu akaja akafanya mambo makubwa sana katikati, akimsaidia Kagoma, kwa ona kabisa kwamba na makelele mengi sana alikuwa ateba ateba ateba, mkwala mkwala, nadhani mkwala ame prove thamani yake akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanalipwa pesa nyingi sana katika ile klabu ya Simba. Ameprove thamani yake na ameonyesha kwamba mimi bado ni ni, ni, ni ni top scorer, ni top striker. Ukiangalia switching yake kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, goli alilofungwa Ateba kama ulikuwa unaangalia vizuri, aliliomba kabisa wakati mpira unachukuliwa una, una, una, una alinyoosha kidole kabisa, akaiomba kwamba ileteni tu hapa, nimeweka katika mazingira mazuri, lakini dashing ya kichwa chake, umeona kabisa, anapiga kichwa, lakini hapigi kichwa tu, ana direct mpira uende wapi. Lakini pia kwa, kwa, kwa uhakika asilimia mia moja kabisa, nataka ukadunde pale, lakini sio uende golili moja kwa moja, nataka upige rebound ya chini kidogo tap, alafu uinuke, golikipa akataseka, goli kwa hiyo uh, hmm. Alikuwa kwenye top performance kwangu mimi, na ndio maana ma, watu wengi sana wanatamani kumuona mara kwa mara, na huyu ni mchezaji ambaye watu wanamuandarate wana sana kwa maana hii. Uh, mechi chache alizocheza ana goli takriban saba ama nane, lakini huyu ambaye amecheza mechi nyingi ana goli tisa au kama sio tisa kumi, no tisa, naye nane pia no -a, mkwala na saba a, uh, ateba na kama sio nane tisa, unaona kabisa kwamba kwa uchache wa mechi aliopata na kwa performance aliyotoa leo, leo amedisplay kitu kikubwa sana, Kim Dennis kama kawaida yake akiwa Benjamin Mkapa, top performance, ana prove kwamba I'm still worth it na uwezo wa kufanya nataka kufanya, japokuwa alikuwa na makosa mengi madogo madogo hapa na pale. Jan Chaza wa top performance amehit bar mara moja ame-ae-amefanya ame, ame shot on target moja, lakini huwezi pia kuandarete uwezo wa Almasri siku ya leo. Walimpa Simba game time mzuri, ilifika kipindi kila mtu akawa anamwomba Mungu wake na kufanya kile ambacho anaamini kwamba anastahili kufanya ili tuvuke, na hatimaye kweli kama statement yao walivyotoa, hii tunavuka, na hatimaye kweli wamevuka hiyo. Uh, kongole kwa bench la ufundi technical bench ya Simba kiongozwa na Fado Davis pamoja na walimu wote, lakini pia hata ukiangalia namna gani ambavyo kocha wa magolikipa alikaa na kamera akiwa anamuelekeza hichi utafanya hivi, wakati huu utafanya hivi, lakini akisaidizana pia na golikipa namba mbili wa Simba. Kwa hiyo, it was superb, superb, superb kabisa. Nyama amekwenda nusu fainali, hatimaye ameontoka katika ile hoteli mm -hmm. kwamba robo mwaka robo mwaka robo, sasa tunazungumzia nusu, na kama ikienda hivi nusu fainali za kukutana na uh, nani huyu Zamalek? Zamalek. Sasa hapa ndio kinakuja kile kipimo. Je, tumehamisha baa kutoka robo fainali, tumepeleka nusu fainali? Au tukitoka nusu fainali za Zamalek tunakwenda moja kwa moja, na hii itakuwaje? Zamalek ataenda atakuja kuanzia Benjamin Mkapa atakwenda kumalizia kwake. Unaweza kuona kwa namna gani ambavyo Simba anaita anakutana na mechi ngumu pia hapa navu na huko, na akivuka hapa technical, unaweza kumwambia mnyama anaweza kwenda kufanya kitu tofauti kabisa. Kwa kwangu mimi it was superb, ame, ame prove kwamba yoyote atakayekutana na mimi Benjamin Mkapa lazima ajiulize mara mbili, kitu ambacho Yanga wameshindwa kukifanya. Lakini Yanga statement walitengeneza kwao, popote mimi napata matokeo, hiyo ni ugenini, hiyo ni nyumbani, napata matokeo. Lakini Simba kama Simba wamechora mstari mwekundu kabisa kwamba unapokuja Benjamin Mkapa Lupasu, pale nyumbani kwangu lazima uje kwa adabu na tahadhari kubwa. Hicho yaani, leo Simba ametengeneza ame statement kwamba Benjamin Mkapa It's not a place to play around with me. Hapa ni nyumbani kwangu, hii ndio comfort zone yangu, ninafanya chochote, muda wowote, wakati wowote nao utaka mimi. Kwa hiyo hata watakao kuja, kwa sababu maja wengi wameshakuja kwa Mkapa na wamekosa matokeo, Simba imekuwa favorite bado watu. Alichokifanya leo alikuwa anajua kabisa hapa ni nyumbani kwangu. Wale wataalamu wa movie, kuna movie kuna moja inaitwa Apocalypto alitoka huko alipotoka akakimbizana kalifika kwenye msitu ambao amekulia akamwambia sasa nyinyi njooni hapa ndio nyumbani kwangu mbinu ndo tunazijua kwa hiyo benjamin mkapa lupasu simba amechora mstari afrika kwamba yeyote anayekuja hapa hana hana cha kuniambia mimi ndo nitadetermine tucheze vipi na wapi tufanye nini na matokeo yapi tuyapate kwa hiyo benjamin mkapa simba amechora statement ongera kwake Nusu fainali ya kwanza, ndivyo mtazama mchezaji kama Eli Mpanzu wakati tunafuatilia mechi mm. Kuna baadhi ya watu walisema kwa quality yake huenda akauzwa. Una, una, unafikiri Eli Mpanzu ameikuta Simba katika ubora huo ama Eli Mpanzu labda amechelewa kuja Simba kwa kile ambacho amekionyesha leo? Eli Mpanzu mkemia mkuu kama wanavyomuita, ni mchezaji ambaye amechelewa kuwaonyesha Watanzania ni kitu gani ambacho, kat, anacho katika mguu wake ila Simba hawawezi kumuuza Ili Mpanzu kwanza. Jambo la kwanza lazima ulifahamu na uondoke nalo, hayupo katika rada za kuuzwa kabisa. Labda labda ije bili ambayo Simba watasema no, tukiikosa hiyo tutaipata tena, kwa sababu Simba ndo wanaanza kujenga timu yao, wanataka wainuke sasa ili kufuta baadhi ya makosa mengi amba mitatu, ambayo wameyafanya katika katika misimu mitatu katika ligi yetu ya ndani. Ili Mpanzu ni mchezaji ambaye yuko daraja la juu. Ni wale a class players ndio unawakuta wakina Pakome huko juu, unawakuta wakinazzk, unawakuta wakina Prince Dube, unawakuta wakina um, unawakuta wakina uh, n yani ni wale wachezaji wa daraja la kwanza ambao wana uwezo wa kuibeba brand ya ligi yako na wakaipromoti dunianian. Ameshajikatia kijiji chake. Yani kimtaa chake ameshajikatia katika ligi yetu, na heshima yake ni kubwa sana, na yule Elie Mpanzu anakwenda kubeba nembo ya Simba mabegani mwake na kuwa mfalme mpya. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.